Mambo, ndugu watazamaji wa Kivu Live TV, si eh? <laughs> Kwa majina ni Tofa waje chini wangu. Mimi mwenzenu hapa naitwa kwa majina la Godliv Sara. Ndio Liv Sara. Mimi na kibwana. Sijui mwenzangu mimi. Kwa nini unapenda na kuwachukia wanaume walikufanyaga nini? Mmm. <laughs> wanga watuli kwenye mandua zao eh. Dada hapa niko na kidonda moyo wangu chenye akitaishaka, nio mwanaume wangu nilikuwa naye ndio kuwa naye kabisa mm. Ka naye miaka tano, miaka tano, miaka tano tuku naye mm. Lakini vipindi alinipitisha ni vigumu sana. Pitisha vipindi gani? tulikuwa naye. Tulianza naye mwaka wa kwanza, tukapendana kabisa kwa Mm. Tuafika mwaka wa pili, niko tu nasikia mwezana wanataka tuonane mm, tuonane wapi? kuja nyumbani kwa kwangu kabani kwako, kamwambia kwanza, mimi sitakuja huko weke nyumbani

mimi namwambia siwezi kuzaa, siwezi kuzalia kwetu. ananiambia basi utazalia kwenu, tukapita. mimi nataka wanioe nani kwetu na mama. nasikia. tukapita, tukapita, kanielewa kwanza, tukapita. tukafika mwaka wa tano sasa. kaniambia ndio vile ninataka tuzae. Mimi nikamwambia sijakuwa kuzaa, mimi nataka mali, ukipenda tuzae, mtie mwako nioe mm. Yani wanaume akakataa mm. misi aka naagisia kuoa, naona kazi lene lene. Nikamwambia tafuta kwanza kazi, utumike, nitakuvumilia, pata kazi asitajijere Siku moja naikala na mama nisashi meingia telefoni nikapata mshtuko kwa moyo, njo vile kama nikataa kuzaa tuachane, nuni? Ah, tuwachane eh? kwa maji ya baridi akapoza moyo <laughs> wachane, kisa nini? Kisa kuzaa, kuzaa Nizai, hauna kazi. Yaani yeye hakuona jinsi ulivyomvumilia mwaka wa kwanza wa pili wa tatu, wa nne, mpaka wa tano, hana kazi ila, mm, anapenda kumzaa naye. Alafu kafanyaje? Kamwambia mimi hapana, mm. Kaniambia sasa tuachane. Sana nilikuwa nampenda, tutachana nayakufa Akaniambia tu wachane. Wachane. Ikaza wazi. Niende tu tuzale. Wana nishimamishi tu. Mshimama. Nikawaza. Nikaugua. Nikaingia mpaka hospitali ishimamshimamo yangu basi pale da. Sasa, sasa wewe hakuna kitu ile mpaka mwaka wa tano mkafika hakuna kitu kidza mfanizia ca mbaya. Sisi ni mwanadamu tuna, tuna makosa yetu na sisi tunafanya kama vile wanaume jinsi wanavyofanya makosa, na sisi tunafanya makosa. Labda kuna chanzo uliomfanyizia, akaona tu mwanamke, siwezi kuishi naye, utaweza tukuniate. Uko rafiki yangu, hakuna dada, hakuna chanzo, kataa kuzaa, kataa kuzaa. hmm. a, a, labda kuko chanzo, ila wewe una sababu hmm. au si niambia, mnapendana miaka tano, wewe ukose kumfanyizia chanzo? Kwa ndugu yangu Amuna, um, chanzo chanzo. Kusasa usikati munu, uko wanaume hapa, awako sawa kama vile mm. Ule alivyokuacha, uko wanaume hapa wazuri ai, maanake wanajituliza bwana. Umekuta wakwe sawa, uko mwene mtapata eh? Na utasema huyu ni mwanaume paka na sahau ule mwene ulifanyaka naye miaka tano na msahabu mm. Eh? Mimi. Mimi navumiliaga yaga navumiliaga katika mapenzi. Lakini na mimi niko mwanadamu, nafanyaka kosa, autanambia mnafama na mwanaume miaka tano kisha uniambia ufanyaka tanawe, nawe ataka kosa. Yaani <coughs> <coughs> nampendaka kufa kuzika <coughs>

wewe tu ndio dada wa madisifu sio? Sasa dada, hata uniambie hadi saa hii hawezi kupenda sisi hapa, na sisi ni vile utoza pata hapa mwanaume ambaye mtapendana naye paka unabwa, unabakilia, una history hata, um, kama yeah. Mtaachana, mimi unabakilia history. Usivunjike moyo, usikate tamaa, make ule akokuwa risk yako wewe, kama kwa mwanaume mwenye anakiaka mnapendana tena nyaka 10 anakuwa uza kuwa ni mipango ya Mungu. Mungu amekuepusha vya eh, vila iko tuna kutafutia wako wa saizi, ndo vile tu dada. Ah, ah, mi kama ile yako a ah, mi hapana, hmm. Mi, mi napendanaka na mwanaume mpaka minashughujia matendo enye aliifanyiaka malgre tu yachana, ah, kwa kushuhujia wa minashughujiaka Ah, ah, na kumfikia na wewe kwa wakati utapendana na mwanaume kwa kuna sema hapa niko mapenzi nasikia mm. Eh. Maana wewe umeshakata tamaa. Mwanamke jasiri hawezi kata tamaa ah. Kwa mwanamke jasiri shujaa, eh? Usikate tamaa Eh?

Modeli ni una bisho kwa sababu uzala eh uzala, dada wanaume anaonaa, dada hapana, dawa na mimi wandugu, kwa majene to apib shofon pruno. Kwa sasa nakuja kuatambulisha kipela TV na kuja kufunguliwa pa kwetu mjini Uvira, maeneo ya Kasenga, anakuja kuambia tu kwamba milango iko wazi. Karibuni kwa wote baba, baba, wamama, wandugu, pia na wasanii wote wanakaribishwa. Asema pia asante. Eh, maanake wanaume wanatupendaka juu ya kuzala, ninazania wanaume wanatupendaka juu ya mapenzi tu, tupendane eh, dada, basi nakuzaa ni shida <laughs> uzasu uzae katika mwenendo mzuri mm. hakuje kunyumba mm. aletele kidogo yake wazazi waope baraka wende namwe kweni, mwende mzae kuzaza tunjo maanake ovyo ovyo. kuzaa ni kusheria ndugu yangu. Ya tunafika mwisho wa kipindi chetu dafaraja, na tujafika mwisho mm. tunasubiri katika kwa matere watu watuambie kama wanapenda kipindi chetu wala tubadilishe mada. Haya ya wanaume waongee sana kuhusu hii mada ya, asante sana.